Habari zenu wapendwa, leo nina furaha kubwa kuwaletea kitu ambacho kinaweza kubadilisha kabisa jinsi mnavyofikiria kuhusu afya yenu na tiba asilia. Tunazungumzia juisi ambayo huenda ikawashtua kidogo mwanzoni, lakini nawahakikishia matokeo yake ni ya kushangaza. Fikiria mchanganyiko wa kitunguu, nanasi na asali. Ndiyo, mmenisikia vyema. Huenda isisikike kama kitu mnachoweza kunywa kila siku lakini faida zake za kiafya ni za kipekee. Juisi hii isiyo ya kawaida ni bomu la virutubisho. Kila kiungo kina mchango wake maalum. Kitunguu kina jaa viambato vinavyopambana na uchochezi na bakteria, Nanasi lina enzymes muhimu na vitamini C kwa wingi, na asali, kama tunavyojua, ni dawa ya asili yenye nguvu nyingi. Pamoja vinatengeneza kinywaji chenye uwezo mkubwa wa kuimarisha mwili wako kutoka ndani. Juisi hii isiyo ya kawaida ikichanganya kitunguu, nanasi na asali ina faida nyingi za kiafya kutokana na virutubisho enzymes, na viambato vinavyopambana na uchochezi na bakteria. Ingawa haijazoeleka, ni tiba ya asili yenye nguvu. Katika kipindi chetu cha leo hapa Mkolwe TV, tutachambua kwa kina faida kumi na tano za kushangaza za juisi hii ya kitunguu, nanasi na asali. Kuanzia kuimarisha kinga ya mwili wako, kuboresha mmeng'enyo wa chakula, hadi kusaidia ngozi yako ingae na hata kuchochea ukuaji wa nywele. Jitayarisheni kugundua jinsi mchanganyiko huu rahisi unavyoweza tiba yenye nguvu kwa changamoto nyingi za kiafya. Msikose. Pata kinga imara dhidi ya magonjwa kwa juisi hii yenye nguvu asilia. Sema kwa heri kikohozi na koo linalowasha kwa dawa hii tamu ya asili. Boresha meng'enyo, punguza gesi tumboni kwa msaada wa enzymes na nanasi. Chapter 4. hupunguza maumivu ya mwili na kuvimba. Punguza maumivu na uvimbe mwilini kwa kinywaji hiki chenye nguvu za uponyaji. Chapter 5. husaidia kupunguza uzito huboresha afya ya ngozi. Pata ngozi nyororo yenye kuna mikunjo kwa kinywaji hiki. Chapter 7, dibiti pressure yako ya damu kwa viambato asili ya vilivyomo kwenye juisi hii. Chapter 8, safisha ini lako, ondoa sumu mwilini kwa mchanganyiko huu wa asili. Chapter 9. Fungua njia za hewa, pumua vizuri zaidi kwa msaada wa juisi hii. Chapter 10. Saidia kudhibiti kudhibiti sukari mwilini kwa kiasi kwa mchanganyiko huu wenye akili. Chapter 11. Boresha harufu ya kinywa chako kwa mchanganyiko huu wa kushangaza na wenye afya. Chapter 12. Imarisha mifupa yako, zuia kwa wanawake waliokoma hedhi. Chapter 13. Chochea ukuaji wa nywele zako, pata nywele zenye afya na nguvu. Chapter 14. Punguza maumivu ya hedhi, nufaika na asili na tulivu. Chapter 15. Ongeza nguvu mwilini, boresha hisia zako kwa nishati kutoka asali na nanasi. Na hivyo, wapenzi watazamaji wa Mkolwe TV, tumegundua maajabu ya juisi ya kitunguu. Nanasi na asali. Nimefurahi kushiriki faida hizi kumi na tano. Natumai mmehamasika kujaribu kinywaji hiki cha asili. Kumbukeni, afya bora huanza na chaguo dogo tunazofanya kila siku, na juisi hii inaweza kuwa hatua nzuri kwenu. Sasa, jinsi ya kutengeneza juisi hii nyumbani ni rahisi sana. Viambato unavyohitaji ni nusu kitunguu kikubwa, kikombe kimoja cha vipande vya nanasi vilivyoiva vizuri, kijiko kimoja cha chai cha asali mbichi na kikombe kimoja cha maji. Kama unapenda unaweza kuongeza kipande kidogo cha tangawizi au maji ya limao kwa ladha zaidi na faida za ziada. Maelekezo: weka viambato vyote katika blenda yako na usage hadi mchanganyiko uwe laini kabisa. Baada ya kusaga, unaweza kuchuja juisi kwa kutumia kitambaa cheupe safi au kichujo maalumu, au niwe kama ilivyo ikiwa unapenda kupata nyuzinyuzi zote. Kunywa juisi hii mara moja kwa siku, iwe ni asubuhi kupata nguvu ya kuanza siku au kabla ya kulala ili mwili wako upate faida zake usiku kucha. Tahadhari muhimu: tumia juisi hii mara mbili hadi tatu tu kwa wiki, na si kila siku mfululizo. Ni muhimu pia kuwasiliana na daktari wako kabla ya kuanza kutumia tiba hii ikiwa una mzio wowote, unatumia dawa za kudumu au una magonjwa sugu, na daima jitahidi kutumia viambato safi na vya asili ili kupata matokeo bora zaidi. Asante kwa kuwa nami leo hapa Mkolwe TV kwa vidokezo zaidi vya afya.